Mazi taarifa nyingine ambapo baadhi ya wanachama wa ODM wameendelea kutofautiana kuhusu hatma ya chama hicho kabla na baada ya uchaguzi wa mwaka 2027. Mrengo mmoja ukiongozwa na Gavana wa Mombasa Abdulswamad Nassir wakishikilia kuwa wataendelea kusalia katika muungano wa serikali jumuishi na baada ya uchaguzi wa mwaka 2027 wataunda serikali au watashirikiana na wengine kuunda serikali. Mrengo mwingine ukiongozwa na gavana wa Siaya James Orengo wakisema kuwa serikali ya Rais Ruto imeshindwa na kazi na chama cha ODM kinapaswa kuwa na msimamo dhabiti, wakisisitiza kuwa Rais Ruto ndiye anahitaji ODM zaidi kuliko jinsi ODM inamhitaji Ruto kwenda mbele, chama cha ODM kinapoadhimisha miaka 20 baada ya kuasisiwa kwake. Mgawanyiko umeendelea kushuhudiwa chamani kutokana na usemi wa baadhi ya viongozi akiwemo Gavana wa Mombasa Abdulswamad Sharif Nassir na wanaoshikilia kuwa wataendelea kuiunga mkono serikali jumuishi wakisisitiza kuwa katu hawatakubali kushirikiana na wale wanaoeneza ukabila, ila hamna aliyewazuia kushirikiana na wale waliowanyoshea mkono wa heri. Nimesikia kuna wengine wanazungumza mimi ni msimamo wangu. Na ndio msimamo wa chama ikifika mwaka elfu mbili ishirini na saba. Mambo ni mangapi? Ikifika mwaka elfu mbili ishirini na saba we are either going to be the ones forming government or we are going to be part of government. Kwa sasa mpaka 2027 20, Tunashirikiana na serikali hii ya broad based. Tunashirikiana lakini pale mbele tutajipanga, tutaambiana ukweli. Viongozi wengine wakiongozwa na Gavana wa Siaya James Orengo wameshikilia kuwa Rais Ruto ndiye anayehitaji uungwaji mkono wa ODM ila sio ODM inahitaji uungwaji mkono na Rais Ruto, akiongeza kuwa lazima chama cha ODM kiwe na msimamo thabiti wa kuunda serikali kwani kuna wale wanaosema kuwa baada ya uchaguzi wa mwaka 2027 ODM itaunda serikali au ishirikiana na wengine kuunda serikali. Wakati huo huo, katibu mkuu wa ODM Edwin Sifuna na mwanawe Raila Odinga Winnie Odinga wameshikilia kuwa wataendelea kukaa wima wakisisitiza kuwa chama cha ODM ni chama ambacho hatima yake haiwezi kujadiliwa katika vikao baina ya viongozi ila ni Wakenya walio na uwezo wa kuamua hatima ya chama hiki. Na kama nyinyi ndio chama cha wananchi, wananchi hawezi kuumia alafu nyinyi mnasema mambo iko sawa? Haiwezekani. Nasikia kuna wengine ambao wanatembea nasi mchana, lakini usiku wanajaribu kuuza hii chama. Haiwezekani. Mgawanyiko huu unajia wakati ambao viongozi wa chama hiki wameendelea kudai watadumisha umoja chamani baba, baba, baba. Zablon Macharia ya Undugu TV.